Hiyi wazeewazeewazee wazee waze. Hatua uh, ya robo fainali Iwobi Suza Magnificent uh, anakutana na Nungu Jeyara kutoka visiwa vya Zanzibar. Wakati hapo mbele unamwona Gaidi ameumana na Noeli na Maloe, bingwa wa dunia Simba wa Kongwa ameumana na Omari Kiwembe, wakati wakati Dogo Sisco uh, amekuja kuumana na Master Mayai. Ah, mbungi ikawa inaendelea wazee, lakini pia ikumbuke kwamba mshindi wa kwanza anaondoka na shilingi laki nne ya Kitanzania, mshindi wa pili laki mbili na nusu na mshindi wa tatu laki moja na nusu wakati mshindi wa nne anachukua kitita cha ja shilingi laki moja Wazi, wazi, wazi, wazi, wazi, wazi, wazi. Eh, wazee wazee, jasho linatoka jasho linatoka hapo. Uh, jasho linatoka ukiangalia huku Simba wa Dodoma ameumana na Omar Kiwembe, lakini kumbuko tu Omar uh, Kiwembe uh, kwa Simba wa Dodoma kidogo waga anapata tabu, lakini kwa dogo Sisco pale dhidi ya Master uh, Master Mayai, japokuwa Master Mayai ni bingwa watege, lakini Sisco, unajua kabisa kwamba Sisco ni hatari, kwa hiyo tutegemee lolote maisha umukaoo was dogo Sisco anafuzu kwenda hatua ya nusu fainali baada ya kumfunga Master Mayai chuma moja. Naikumbuke tu hatua hii bwana Nungu Jeyara aliingia baada ya kumfunga dogo Shuku, wakati Simba wa Dodoma aliingia baada ya kumfunga Kigiramzo na Omari uh, na mze Noli na, na, mze na Maloyo alimfunga, alimfunga Chigundu Master, bwana ni moto ni moto kati. Dogo Sisko aliingia baada ya kumfunga Dogo Ali, ndipo akaingia tu hii hatimaye Simba wa Dodoma anafusu. Simba wa Dodoma anamgaragaza Omari Kiwembe.

Yeah, yeah, yeah. Tunaenda so so hatua ya fainali zidi ya megoe aa magoli mawili kwa moja. Ubishi wa hapa na palo kiendelea watu wakibishana wakijibizana kidogo akuchangamsha kijiwe

Mechi ya Iwobi na Simba Dodoma imechukua muda mrefu sana kuisha, wakiwa wanasubiria wao tu kutafuta bingwa wa kwenda kwenye hatua ya nusu fainali. Basi Ronaldo naye kaanza, mimi nimemkuta kwenye draft Ronaldo. Simba anakwenda kupata goli la kusawazisha. Simba anakwenda kupata goli, Simba anakwenda kupata goli hapo

Ee wazee, mechi ya Simba Dodoma dhidi ya Iwobi Disuza iliisha baada ya Simba Dodoma aa, kuongeza goli la pili kutoka kwenye comeback. Alifunga goli moja na kaongeza goli la pili na ndipo matokeo yakawa mbili moja. Iwobi Disuza aliumia sana, ikaonekana analia kwa uchungu kwa nini amefungwa. Wazee wazee, Iwobi Disuza aliumia sana, akalia na machozi. Iwobi Suza akasusia na mechi kabisa. Hakutaka kucheza kabisa. Mshindi wa tatu dhidi yake, yeye na, na Mzee Noeli na Maloe Na, na mzogo kidogo liliibuka baada ya Iwobi De Souza kugoma kuingiza timu uwanjani kupambana na Mzee Noeli na Maloe ili kupambania nafasi ya tatu. Aa, baada ya Iwobi De Souza kufungwa hakutaka kuonekana kabisa kwenye mabao na ndipo vurugu za hapa na pale kidogo zikaanza, kwamba inakuaje? Kwaje? Tunafanyeje? Je, tumpe muda? Tumsubirie? Tumtume, tutume watu waende wakamshauri bwana, ikawa zogo. Lakini a, mwisho wa siku Iwobi De Suza aligoma kuleta timu uwanjani. Alimatokeo ya matokeo yake dhidi ya Simba wa Kongwa alimfanya atoke kwenye mudi kabisa kucheza mabauna hii wazi wazi wazi. Hatimaye mbungi fainali imeanza, dogo Sisco dhidi ya Simba wa Dodoma. Kama kawaida yao kete mbili sare, kete mbili wameshaona sare. Je, wanatudanganya wanatuongopea wanatuchola wazee hawa, wazee Maoni kwenye koment, mambo <tipatikana> yameshaisha. Sasa dogo Sisco akitoa tambo zake hapa, akionyesha namna gani alianza mabao kitoni akiwa anapewa zaidi ya biskuti eh, mabao kitambo, anasema kwamba hey, Simba wa Dodoma hamwezi kwa lolote. <laughs> <Zima>. <laughs> Hey, kombe hey, wazi, na hii ndio mechi ambayo Simba Dodoma anakwenda kuwawa goli moja katika michezo ishirini uh, michezo ilichezwa ishirini wa Marijoni uh, ngoma kumi na nne uh, na, na tege sita Bwana, hapo ndipo dogo Sisco akashtukia hiyo pochi, hiyo pochi moja makini kabisa e, pochi ambayo goli hilo tumelipost kabisa tumelionyesha vizuri kabisa hapo a, mwanzoni nahisi utakuwa umeshaliona mpaka sasa bwana e, hilo ndo goli sasa. Hapo Simba akashindwa kufanya utulivu, Simba akadaka kete. Kwa hiyo mpaka hapo nadhani umeshaona kabisa hiyo mechi imekuwa hamna kitu na kitu ambacho mashabiki wa Simba wa Dodoma wamekuwa wakijiuliza ni kwa nini Simba anafungwa mechi ya ajabu yani. Akiwa anacheza na timu kubwa anaweza akafungwa goli moja tu, lakini hilo goli litakuwa ni goli jepesi. Kwa hiyo kutokea hiyo changamoto imekuwa imetusumbua sana aa, sisi kama wachambuzi, imesumbua, imesumbua, imesumbua sana mashabiki zake. Kwa nini Simba anaruhusu goli jepesi? Na hapa ndo goli ambalo linamgaragaza kwa sababu baada ya hapo dogo Sisco akacheza gadi mwanzo mwisho, hakuruhusu kushambuliwa, hakuruhusu lolote na, na mchezo ukawa unaisha kwa dogo Sisco kutoka na ushindi yes. Wazie wazee kama hivyo, dogo Sisco ananyakua ndoo yake ya dhahabu kabisa, hiyo nyuma pale akiwa mzee Noeli na Maloe. Uh, Simba wa Kongo akichukua nafasi ya pili, nafasi ya tatu anachukua Noeli na Malowe na nafasi ya nne ni Iwobi de Souza, japokuwa hakucheza mechi hiyo. Bwana huyu dogo amethibitisha kwamba yeye ni mkali. Maligi yote makubwa anachukua yeye bwana Tanzania nzima na, kwa sasa tunaweza kusema huyu dogo uh, ni, uh, ni top kwa sasa kwa sababu amechukua kombe uh, Uh, licha kwamba ulikuwa kuna mabingwa wengi kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania, bwana. Ni sisi Tanzania Draft All Stars channel pekee ambayo itakupa update zote za madraga abuse in the laboratory